Vikosi vya ulinzi vya anga vya Russia vimetungua takriban ndege zisizo na rubani yaani droni 11 zilizorushwa na vikosi vya Ukraine. Droni hizo zililenga maeneo mbalimbali nchini Russia, ripoti zinasema. Kwa mujibu wa meya wa mji wa Moscow Sergei Sobyanin, droni hizo zilizorushwa na Ukraine usiku wa kuamkia leo Jumanne, Machi 11, 2025 zimelenga majengo ya makazi katika mji huo huku mamlaka za anga zikisema zimesitisha safari za ndege kwenye viwanja viwili vya ndege vinavyohudumia jiji hilo. Sobyanin amesema droni hizo ziliangushwa katika wilaya za Lomenskoye na Domodedov, mkoa wa Moscow, nchini Russia. Wilaya zote mbili ziko umbali wa kilomita 40 hadi 50 kusini mashariki mwa ikulu ya Kremlin nchini humo, nanukuu, kulingana na taarifa za awali, hakuna uharibifu au wa majeruhi So Sobyanin amesema kupitia ujumbe aliochapisha kwenye akaunti yake ya mtandao wa Telegram mwisho wa kunukuu. Mamlaka ya anga ya Russia ilisema safari za ndege katika viwanja vya Zhukovo na Domodedovo zilisitishwa ili kuhakikisha usalama wa anga unaimarishwa kutokana na mashambulizi hayo. Tovuti ya Reuters zimeripoti kuwa haikuweza hai kuthibitisha ukweli wa madai hayo japo Ukraine pia haijatoa taarifa yoyote kuhusiana na mashambulizi hayo. Ukraini mara nyingi imekuwa ikisema mashambulizi yake ndani ya Russia yanakusudia kuharibu miundombinu muhimu kwa juhudi za vita vya Russia na nijibu kwa mabomu ya Russia yanayoendelea dhidi ya Ukraine tangu vita vilipoanza miaka mitatu iliyopita. Wakati Ukraine ikidaiwa kutekeleza mashambulizi hayo, rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky amewasili jana Jumatatu nchini Saudi Arabia kwa lengo la kukutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman. Kwa lengo la kufanya mazungumzo ya kurejesha amani nchini humo. Ujumbe wa Ukraine unatarajiwa kukutana na mwanadiplomasia mkuu wa Marekani nchini Saudi Arabia kujadili namna ya kumaliza vita vya miaka mitatu vya Russia, ambapo watawasilisha pendekezo la usitishaji wa mapigano katika ukanda wa bahari nyeusi na mashambulizi ya makombora ya masafa marefu pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa, na maofisa wawili wa wa andamizi wa Ukraine walisema maofisa hao waliomba wasitajwe wa majina kwa sababu taarifa hizo zilikuwa hazijaidhinishwa kutolewa kwa kuwa hawakuruhusiwa kuzungumza hadharani kuhusu mkutano huo unaotarajiwa kufanyika usiku wa leo walipozungumza na shirika la habari la Associated Press. Pia maofisa hao wa Ukraine walidokeza Associated Press kuwa Ukraine iko tayari kusaini makubaliano ya Marekani ili kuiruhusu kunufaika na madini adimu ya taifa hilo kwa makubaliano ya kurejesha amani nchini humo. Maofisa hao walizungumzia hatua za kujenga imani bila kutoa maelezo zaidi, kabla ya mkutano wa timu ya mazungumzo ya Ukraine na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio huko Jeddah. Kiev inajaribu kurekebisha uhusiano wake uliovurugika baada ya ziara Rais Volodymyr Zelensky mjini Washington mnamo Februari 28, kutofikia malengo yake baada ya kuibuka mzozano kati yake na Rais Donald Trump na JD Vance katika ofisi ya Oval, ikulu ya White House nchini humo. Kinachozungumziwa na kuzingatiwa ni msaada wa kijeshi na ujasusi kutoka Marekani ambao hapo awali ulisaidia Ukraine kwenye vita, lakini sasa umesitishwa huku Marekani ikionekana zaidi kuwekeza nguvu kwenye ajenda ya amani. Rubio na Zelensky waliwasili Saudi Arabia kwa saa tofauti jana Jumatatu, lakini hawakukutana. Zelensky alikutana na mrithi wa kifalme wa Saudi Arabia Jumatatu jioni, na rais huyo akasema walifanya majadiliano na ya kina kuhusu hatua na masharti yanayohitajika kumaliza vita na kuhakikisha amani ya kudumu inarejea nchini Ukraine. Nanuku Saudi Arabia inatoa jukwaa muhimu kwa kidiplomasia na tunathamini hili, alisema Zelensky kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa X, zamani Twitter. Rubio pia alikutana na mrithi wa kiti cha ufalme, mwanamfalme Mohammed bin Sarumani, ambapo alimshukuru kwa kuwa mwenyeji wa mazungumzo hayo na pia kujadili waasi wa, wa kihuthi wa Yemen ambao wanatishia kurejesha mashambulizi yao katika bahari ya Shamu. Akizungumza na waandishi wa habari ndani ya ndege yake kabla ya kuwasili mjini Saudi Arabia Rubio alisema yeye na mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Mike Waltz kuwa watatathmini mwitikio wa Ukraine nchini Saudi Arabia kupitia mazungumzo hayo. Ikiwa Ukraini na Marekani zitafikia makubaliano yatakayokubalika kwa Trump, hiyo inaweza kuharakisha msukumo wa serikali yake kuelekea mazungumzo ya amani kati ya rais Donald Trump na rais Vladimir Putin wa Russia, na nuku, tunachotaka kujua ni je, wako tayari kuingia katika aina fulani ya mazungumzo ya amani na ni mambo gani wanayoweza kuzingatia kitambua kuwa hii imekuwa vita gani na ya umwagikaji damu kwa Ukraine wameumia sana na watu wao wameumia sana na ni vigumu baada ya jambo kama hilo hata kuzungumzia ustahimilivu wao wote lakini hiyo ndio njia pekee ya kumaliza vita hivi na kuzuia mateso zaidi kwa raia wa Ukraine aliongeza sitaiwekea Ukraine masharti yoyote tunataka kusikiliza kuona umbali gani wako tayari kwenda kisha tulinganisha hilo na kile ambacho Russia inataka na kuona ni kwa kiasi gani wanatofautiana Mwisho wa kunukuu amesema Marco Rubio kupitia taarifa hiyo. Zelensky amesema timu yake itakayokutana na Rubio itajumuisha mkuu wa ofisi yake Andriy Yermak, waziri wa mambo ya nje Andriy Sybiha na waziri wa ulinzi Rustem Umelov, na Rubio ndiye ataongoza timu ya Marekani. Ulaya kwa sasa ina mashaka kuhusu mazungumzo hayo, kwani imewekwa pembeni na Marekani. Wiki iliyopita Umoja wa Ulaya ulikubaliana kuongeza ulinzi wa bara hilo na kuachilia mamia ya bilioni ya euro kwa ajili ya usalama kufuatia mabadiliko ya msimamo wa serikali ya Trump kuhusu Ukraine. Mjumbe maalum wa ikulu ya Marekani Steve Witkoff aliambia Fox News Jumatatu kwamba kusitishwa kwa ushirikiano wa kijasusi kati ya Marekani na Ukraine hakujazuia na ushirikiano wa ulinzi nukuu, hatujawahi kuzima ushirikiano wa kijasusi kwa ajili ya Ukraine au chochote cha kujilinda ambacho Ukraine wanahitaji, Witkof amesema, mwisho wa kunuku. Usitishaji wa ushirikiano wa taarifa za kijasusi kwa mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Russia bado uko pale pale, kulingana na ofisa wa Marekani anayefuatilia kwa karibu swala hilo. Ofisa huyo alidokeza kuwa maendeleo yanaweza kupatikana katika kurejesha ushirikiano wa kijasusi kati ya Marekani na Ukraine wakati wa mazungumzo ya Saudi Arabia yanapoendelea. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.